Daktari wote waondoke, wanaihujumu Simba hatutaki kwa sisi wapenzi wa mpira sawa. Tunajua Matola ndiyo muhujumu wa kwanza ndani ya Simba. Kwa nini nasema hivyo? Kipindi yupo popote kwa pakati sawa, yeye yeah, alikuwa zungumzia anakaa nyuma, anafinya mikono, ina maana yeye ndo anaongea na wachezaji. Baada apande kuondoka, anambia sisi tumefanyaje, tumeshinda Simba aivu imegawanyika marahizi Simba imegawanyika mara hizi, Mangungu ana timu yake, Matola ya na timu yake ya wachezaji na uyo nani, sijui wana timu yao, mosimba setu tunaumia, hatutaki mtu yoyote, tunasemaje simba, Simba kwa sasa mm. ivunje kuanzia benchi la ufundi mpaka mm. kocha mm. tuite tena upya, ndio watu wa simba tutaishi kwa amani. Simba imekuwa sahivi ya hujumu uchumi simba umekuwa rusu andokama mchezo wao kwa nini shida isiwe wachezaji, lawama zinaenda kwa makocha? Kwa nini unasema hivi wewe? Unaolala na mwanao ndio unamjua tabia yake, alikamwe. Kwa nini atuambia kabisa Simba lazima aende? Eh? Kwa nini maneno akapigwe? Ina maana anajua nini kinachoendelea. Ni mpinzani, mambo kinachoendelea ni kawaida. Nakwambiaje hmm. nakwambiaje hmm. Sawa, alikamwe mpinzani hmm. alikamwe mpinzani. Kwa nini anazijua za ndani? Ina maana zishapenyezwa Nao, na anajua sasa tunaenda kuumia. Kwa hiyo kuna mtu anafanyisha taarifa yangu. Wewe tukuulize kitu kimoja mwandishi. Umemwona Zidane nani? Zidane Seleri? Ana uwezo wa kupita kwa Kapombe, ana uwezo lakini ngoja leo kafanyaje? yeah, anatembea na so Saadun umemwona leo leo, anatoa madeuzemechi anatoa pasi mbili na mpira gani Mzanzibari? Lakini si mchezaji pia la, kuna sisi. Nakwambie jamani tuishie hapa tubaki sehemu hii. Simba e, yaani pointi ya msingi kuanzia uongozi wa timu nzima

kilichobakia ni hichi wao oh.